Vifo vya juu vya vifaranga vimekuwa mojawapo ya changamoto kubwa zinazowakumba wafugaji wadogo wa kuku hasa kutokana na ukosefu wa mbinu bora za ufugaji. Katika makala yetu spesheli hii leo, tunachambua mbinu bora za ufugaji anayokumbatia Winnie Cheruiyot ambaye licha ya kuwa mwalimu hangeweza kupuuza shauku yake ya ufugaji wa kuku. Tazama. Wakati ambapo idadi ya watu inaendelea kukua kila uchao na hivyo basi kutishia usalama wa chakula nchini, watafiti wameipongeza sekta ya ufugaji wa kuku nchini Kenya kwa mchango wake katika pato la taifa. The chicken industry in Kenya is a very eh, vital sector eh, which is contributing up to 4% of the agricultural GDP. And the sector supports several households like around 3.6 million households. I went for my car, 1 million and 40,000 was from chicks, nothing else. After that, I did... Wakupigiwa mfano katika ufugaji huo ni Winnie Cheruyot mwalimu wa mahitaji maalum katika shule ya St Kizito ya viziwi ambaye alikumbatia shauku yake ya ufugaji wa kuku na kwa sasa anafurahia matunda yake meat. Miaka michache iliyopita Cheruiyot alianzisha mfumo wa biashara maarufu business model katika ufugaji wa kuku ambao anasema umepunguza vifo vya vifaranga kutoka asilimia hamsini hadi asilimia tano, pamoja na kuboresha uzalishaji na kuongeza faida. Lakini je, safari yake katika ufugaji wa kuku ilianza vipi? so that I can sell chicken. So by doing so, I will have added value to my egg by hatching and selling it as chicken. Na kamwe safari yake ya ufugaji haikuishia hapo. After hatching, I vaccinate the first vaccine which is Merex. Usually, I know it is difficult for people Kulingana na Wilfred Sections, Mutisi ambaye ni daktari wa mifugo, ni muhimu kwa wafugaji kuwapa chanjo vifaranga mara tu baada ya kuanguliwa ili kuongeza uwezekano wao wa kuishi kama anavyofanya Cheruyot. Um, you the, the you. Zaidi ya hayo Mutisi anaelezea kuwa kuku hushambuliwa na magonjwa mbalimbali ambayo mfugaji lazima awe makini nayo kila wakati.

Hata hivyo, wafugaji pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu changamoto za kufuga kuku hasa katika kipindi cha kuanguliwa ambapo umeme hukatika. Kustima ikipotea ina reduce yo kusalisha hiyo mayai yote kuhaj, eh hiyo mayai yote. Sasa zingine tunatumia stima, so anataka kitu naitwa backup. There are many farmers farmers who uh, many farmers who many get high mortalities Because of lack of proper brooding techniques. But then farmers like Winnie come in and fill that gap and do proper vaccination, proper heat provision, and supply these uh, other small-scale farmers with pre-brooded chicks, and that enhances survival. licha ya changamoto hizo Cheruyot anawahimiza wafugaji kuwekeza zaidi katika ufugaji wa kuku akisisitiza kuwa manufaa yake ni makubwa kuliko changamoto zinazojitokeza. Poultry keeping can pay.

Huku haya yakijiri, shirika la utafiti wa kilimo na mifugo almaarufu Kalro, imezidi kuwashauri wafugaji wote kuzingatia mbinu bora za usimamizi katika uanguliaji, ulishaji na chanjo dhidi ya magonjwa, ikisema kuwa hili litahakikisha ubora wa kuku na soko la kuaminika kwa mfugaji. James Baraka, Runinga ya KU